Takriban miaka 80 kutoka mwaka 1945 hadi sasa mwaka 2025, janga kama hili la maji tulishuhudia mwaka 2020, na, na haswa tena sasa hivi mwaka 2025 tumeshuhudia janga kuu kama hili la maji, na kuna wengi wao ambao wameathirika kupitia kwa janga hili la maji haswa sasa imekuwa ni vigumu pia kuendeleza kwa biashara, imewalazimu kuhamia katika maeneo mengine, na kwa sasa hakuna vyumba ambavyo wanaweza ingia. Imewalazimu basi kifika mazaa za jioni, watapakia kwenye maduka na kukaa hapo hadi asubuhi. Hilo ni suala ambalo limekuja kwa vinywa vyao, serikali ikiwaacha vinywa wazi. Haswa wanaomba serikali kama ingechukua hatua na kuja kuwasaidia, lakini imekuwa ni vigumu mno. Jana mheshimiwa au tuseme gavana wa Nakuru Mheshimiwa Susan Kihagi amekuja eneo hili na kuwapa wakazi au tuseme waadhirika shilingi 250 ambayo haiwezi kuakimu kimaisha. Haswa, badala ya kumpa mtoto samaki, ni vyema kumfunza chinzi ya kuchukua samaki kutoka kwenye maji. Inalazimu kwamba hakuna siku nyingine ambayo atakuja kukuulizia samaki. Haswa sasa anajaribu kumaanisha ya kuwa kama serikali ingetenga pesa za wahadhirika au tuseme wachukue mashule ambazo zinatoka katika eneo hili kama shule milimani pale wachukue wahadhirika na kuwapeleka katika eneo hilo ili wakatulie hadi machi yatakapotulia na warudi makwao, lakini kwa sasa imenikuwa ni vikumu mno. Hakuna kiongozi yoyote ambaye ameongelea suala hili na pia ukiangalia kwa kina, serikali kuna pesa ambazo zimetengwa ni kwa ajili ya maafa kama haya ya maji ya stima au ya janga lingine, lakini kwa sasa hakuna fedha yoyote ambayo imeongelewa. Hakuna mbunge yoyote kwa bunge ambaye ameongelea suala ambalo limewaadhiri hao wakaazi wa Kihoto na hasa ukiangalia Kihoto, basi imetengwa kwa vitengo karibu nne, kuna kwa Mkorino, kuna Pipeline, Kihoto A na Kihoto B. Wakazi wote ambao wanatoka eneo hili basi ni hawa hawa ambao huwa wanapigia viongozi hawa kura, lakini kwa sasa viongozi hao tangia wapigie kura, hakuna kiongozi yeyote ambaye amerudisha mkono. Je, kama eneo hili ni za kiserikali, ilikuwaji serikali ilete mkono na kuanza kuleta stima katika eneo hili? Imekuwaji serikali kuleta polisi katika eneo hili? Imekuwaji serikali kuleta mashule katika eneo hili? kama hii eneo basi ni la ziwa la Naivasha. Ziwa la Naivasha kwa wengi ambao hawafahamu katika lugha ya Kiswahili, ziwa ni Lake Naivasha. Na ukiangalia katika mazingira haya utaona wakazi wengi wanatoka katika eneo hili. Hata uendelezaji wa biashara katika eneo la Naivasha basi linachangia wakazi kutoka eneo la Kihoto. Sasa inawalazimu serikali kuingilia kati hii na kuendelea kuwasaidia wakazi hawa. Kwa sababu mashule hawa kama wangelichukua waadhirika wote na kuwaweka katika mashule ambazo ziko karibu katika eneo la Naivasha hadi wakati maji yatakapotulia na wenyeji watarudi makwao. Lakini kuanzia sasa, hakuna yote ambaye ameongelea. Sasa inawafanya pia, unaona kwamba wengi wao ambao kwa na watoto, itapita karibu mwezi mmoja, utaanza kuona magonjwa yatatokea katika eneo hili, na afya ya watoto itakuwa mbaya mno. Hivyo basi, utaona kwamba viongozi hao hao ambao walikuwa wamekataa kusaidia wakazi wa eneo la Kihoto ni hao hao viongozi ambao watakuja wakati wa msiba, wakati watasikia kifo kimefanyika katika eneo hili. Je, kwa kiserikali hii iko sawa? Tunaliomba serikali mkuje kwa wakati uliopo, ili tukaweze kusaidiana, tujue kivipi ambavyo tutasaidia wakazi wa eneo hili kwa hasa. Kwa kawaida, nimeangalia kuna vijana ambao wanatumia usafiri, usafiri wao ni kutumia, ni kwamba wanachukua mitungi, wanazifunga kisha wanasimama juu. Hiyo ndio usafiri inayowasaidia kuokelea kwa maji ili kuanza kuhamisha vitu zao kutoka eneo lingine kwenda eneo lingine. Je, kuna yeyote ambaye amejitokeza ni kwa ajili ya kusaidia hawa wakazi wa eneo hili? Serikali mahali mlipo, tunawatumia ujumbe ili mkaweze kufika mahali hapa ili mkaweze kusawadia. Kwa sasa hakuna wanafunzi wote ambao wako kwa, kwa mashule. Ni kwa nini hamjitokezi na mkawaambie kwamba waingie katika mashule hayo? Nikiripotia kutoka kwa runinga ya Masasabi TV. Mimi ni wako, Richard Masasabi.